Asubuhi moja ya kiangazi, jua likiwa linachomoza kwa upole juu ya nyumba za udongo, sauti ya nyundo na bati ilisikika kutoka nyumba ndogo pembezoni mwa kijiji cha Kihesa. Humo aliishi mama mmoja mjane aitwaye Rehema pamoja na mwanawe pekee Juma, kijana aliyekuwa na ndoto kubwa kuliko uwezo wake wa kifedha. Rehema alikuwa akiamka kila alfajiri kwenda kufanya vibarua kwenye mashamba ya watu, mara nyingine akiokota kuni msituni ili apate hela ya kununua unga wa ugali. Hakuwa na mali wala ndugu wa kumtegemea. Alibaki yeye na mwanawe tangu siku aliyomzika mume wake miaka kumi iliyopita. Lakini licha ya maisha magumu, alikuwa na moyo wa chuma na imani kwamba mtoto wake angebadilisha mustakabali wao. Kila jioni aliporudi nyumbani akiwa amechoka na vumbi limeganda usoni, alimkuta Juma akijisomea kwa taa ya chemli. Alimtazama kwa upendo, machozi yakimlenga kwa fahari. Usikate tamaa mwanangu, alikuwa akimwambia elimu ndio urithi pekee ninaoweza kukuachia. Juma naye alikuwa akimwahidi, mama, nitakuwa mtu mkubwa siku moja, nitakununulia nyumba ya bati jipya na hutalima tena hata siku moja. Maneno hayo yalikuwa yakiwapa nguvu ya kuendelea hata siku ambazo hawakuwa na chakula cha jioni. Wakati wengine wakienda shule wakiwa wamevaa sare safi, Juma alienda na kaptula iliyochanika magotini, lakini akili yake ilikuwa imejaa tamaa ya kufanikiwa. Alijua thamani ya kila jasho la mama yake, na hiyo ndiyo ilikuwa sababu ya kusoma kwa bidii. Mara nyingi watu wa kijiji walimcheka Rehema, wakisema, huyu mwanaye anasoma bure, hana hata kiatu, ataishia kuwa kama mama yake. Lakini Rehema hakuwajibu, alitabasamu tu na kusema, Mungu anaona. Miaka ikasonga, Juma akaanza kung'ara shuleni. Walimu walimpenda kwa bidii yake, na majirani wakaanza kusema, huenda kweli kijana huyu akawa tumaini la familia. Ndani ya moyo wake Juma aliweka kiapo kisichovunjika: siku nikipata mafanikio, mama yangu atajua maana ya raha. Hakujua kabisa kwamba dunia inabadilika haraka, na ahadi aliyoitoa kwa machozi ya upendo siku moja ingejaribiwa kwa mtihani mkubwa wa maisha. Miaka michache baadaye, Juma akamaliza masomo yake kwa matokeo mazuri yaliyomshangaza hata walimu wake. Kupitia msaada wa mtu wa kijiji aliyeona ya bidii yake, alipata nafasi ya kwenda mjini kutafuta maisha bora. Siku ya kuondoka, mama yake Rehema alimkumbatia kwa machozi, akimwekea bahasha ndogo yenye shilingi elfu tano tu. Hii ndiyo niliyo nayo mwanangu, alisema kwa sauti ya upole, usiisahau nyumba yetu ya udongo, maana hapo ndipo mizizi yako. Juma alimwahidi tena kwa tabasamu, mama, nitakuletea raha, utaona tu. Kisha akaondoka na mkoba wake mdogo, moyo wake ukijaa matumaini na ndoto. Mijini maisha hayakuwa rahisi mwanzoni, lakini bidii yake ilimsaidia. Baada ya muda mfupi, alipata kazi kwenye kampuni ndogo ya vifaa vya ujenzi, na kutokana na akili yake ya kibiashara akaanza kupanda cheo haraka. Mwaka mmoja baadaye, Juma akawa meneja mdogo. Mavazi yake yakabadilika, maneno yake yakawa ya Kiingereza, na marafiki zake wakawa watu wa hadhi kubwa. Kwa mara ya kwanza, alianza kuonja maisha ya anasa, hoteli za kifahari, simu za bei ghali na magari ya kukodisha. Lakini kadri mafanikio yalivyoongezeka mawasiliano na mama yake yakaanza kupungua. Awali alikuwa akimpigia simu kila jioni, kisha ikawa mara moja kwa wiki, na hatimaye miezi ikapita bila sauti yake kusikika. Kijijini, mama Rehema hakukoma kumwombea. Kila jioni alisimama kando ya dirisha la nyumba yao ndogo, akiangalia upepo wa jioni na kusema kwa upole, Mungu linda mwanangu huko mjini. Alijua kijana wake amekuwa mtu mkubwa, lakini hakujua kwamba mafanikio yale yalianza kubadilisha moyo wake. Watu wa kijiji walimwonya Juma aliporudi mara chache nyumbani, walisema usijisahau Juma, mali ni upepo. Lakini yeye alicheka kwa kejeli, hivi bado mnadhani maisha ni kama huku kijijini? Dunia imebadilika. Alianza kuona haya asionekane akitembea na mama yake sokoni. Aliona kama umaskini wake wa zamani ulikuwa doa kwenye hadhi yake mpya. Na hivyo taratibu, yule Juma aliyewahi kuapa kutomwacha mama yake alianza kupotea ndani ya kivuli cha majivuno na tamaa. Alizani anapaa kuelekea mafanikio ya kweli, kumbe alikuwa anazama taratibu kwenye shimo la majuto lisilo na mwisho. Siku moja, wakati Juma akiwa kwenye mkutano wa kifahari wa wafanyabiashara jijini, macho yake yalivutwa na mwanamke mmoja aliyekuwa ameketi upande wa pili wa ukumbi. Alikuwa mrembo kupita maelezo, ngozi yake iling'aa kama asali, mavazi yake ya kifahari yalionyesha wazi hakuwa mtu wa kawaida. Alijulikana kwa jina Angela, binti wa mfanyabiashara tajiri mwenye hoteli kadhaa mjini. Wakati Juma akisimama kutoa hotuba fupi kuhusu maendeleo ya kampuni yao, macho ya Angela hayakumwacha hata sekunde moja. Baada ya mkutano, walipokutana kwenye sehemu ya vinywaji, mazungumzo yao yalikuwa ya kirafiki, lakini yenye mvuto wa ajabu. Ndani ya siku chache walikuwa wameanza kutoka pamoja mara kwa mara angela alizoea maisha ya kifahari magari ya kifahari chakula cha hoteli za nyota tano na marafiki waliovaa suti na manukato gali juma akiwa amekwisha zoea maisha mapya ya mjini alijaribu kuendana na mtindo huo kila mara alijitahidi kuvaa vizuri kuzungumza kwa maneno ya kiingereza na kujifanya ametoka familia ya heshma lakini kadiri uhusiano ulivyozidi kukua angela alianza kuuliza kuhusu familia ya juma Siku moja akiwa ametulia kwenye meza ya kahawa, alimwangalia kwa makini na kusema kwa sauti tulivu, "Juma, mimi sipendi wanaume wanaotoka kwenye familia duni, sitaki matatizo ya umaskini kwenye ndoa yangu." Maneno hayo yalimgonga Juma kama radi. Alibaki kimya kwa sekunde chache akijaribu kutabasamu. "Usijali," alisema, mimi si mtu wa hali ya chini, nimetoka familia nzuri tu, mama yangu anaishi kijijini, lakini si maskini vile. Angela alitabasamu kwa kuridhika bila kujua kwamba maneno yale yalikuwa mwanzo wa mabadiliko makubwa ndani ya moyo wa Juma. Tangu siku hiyo alianza kuona aibu kumtaja mama yake hadharani. Alipopewa likizo hakuenda tena kijijini. Wakati mwingine mama yake alipompigia simu hakupokea, akihisi aibu Angela akiona jina mama likiibuka kwenye skrini. Badala yake alianza kutengeneza hadithi, akidai wazazi wake wamehama nchi au wamefariki kwa mara ya kwanza maishani Juma alianza kuficha asili yake. Hakujua kuwa kwa kuficha mama yake alikuwa anaficha pia baraka zake, lakini mapenzi na tamaa vilikuwa vimemfumba macho. Alikuwa tayari kufanya chochote ili amuoe Angela, hata kama ni kumsahau mama aliyempa uhai. Siku zilipita taratibu, zikageuka miezi na hatimaye mwaka mmoja tangu Juma alipoanza uhusiano na Angela. Wakati huo kijiji kizima kilikuwa kimemkosa sana watu walikuwa wakijiuliza mbona hata hajawahi kuja kumwona mama yake tena. Rehema licha ya upweke hakuwahi kulalamika. Kila siku aliendelea kumwombea mwanawe akitumaini kwamba siku moja angerudi na habari njema, lakini habari hizo hazikumfikia kutoka kwa Juma; zilikuja kupitia vinywa vya watu. Siku moja alipokuwa sokoni akiuza mboga, majirani wawili walipita wakizungumza kwa sauti ya chini, lakini iliyosikika wazi. Umesikia yule kijana wa Rehema anaenda kuoa? mmoja alisema. Mm, kweli nilisikia. Mkewe ni tajiri sana. Harusi itakuwa mjini wiki ijayo. Macho ya Rehema yakabaki wazi, mikono yake iliyokuwa ikishika kikapu cha nyanya ikatetemeka. Mwanangu anaenda kuoa? aliuliza kwa mshangao, lakini majirani wakabaki kimya, wakiona aibu. Moyo wake ulijaa furaha isiyo na kipimo. Alijua sasa mwanawe amefanikiwa, ndoto zake zimekuwa kweli. Usiku huo alikaa akifuma kitenge cha zamani, akipanga jinsi atakavyofika kwenye harusi. Hakuwa na nguo mpya wala nauli ya basi, lakini alijua kwa namna fulani Mungu angerahisisha njia. Asubuhi iliyofuata aliuza kuku wake wa mwisho ili apate pesa ya safari. Hata kama hajanialika, mimi ni mama yake. Sitaki chakula, nataka tu kumwona akiwa mwenye furaha alijisemea kwa sauti ya upole. Siku ya safari ilipowadia, alivaa gauni lake la bluu lililokuwa limechakaa lakini safi, akajifunga ushungi mweupe kichwani. Alipanda basi dogo kuelekea mjini, moyo wake ukicheza kwa furaha. Alijua leo angekumbatiwa na mwanawe mbele ya watu wote na kusema kwa machozi ya furaha, mwanangu, umefanikiwa. Alipofika mjini, sauti za muziki zilimkaribisha mbali kabla hajafika ukumbini. Mapambo yalikuwa ya kifahari, Magari ya thamani yakiwa yameegeshwa nje. Alipovuka lango kuu, baadhi ya watu walimkodolea macho kwa mshangao. Mama huyu wa mavazi ya kawaida alikuwa nani kwenye hafla ya kifahari kama hii? Lakini yeye hakujali. Moyoni mwake kulikuwa na kitu kimoja tu, hamu ya kumwona mwanawe akiwa na furaha, hata kama hakualikwa. Ndani ya ukumbi wa kifahari, muziki wa taratibu ulikuwa ukipigwa, wageni wakicheka kwa furaha huku wakipiga picha na kupongezana. Mapambo ya dhahabu yalikuwa yakimetameta kila upande na hewa ilijaa harufu ya maua ya waridi. Rehema alisimama mlangoni akitazama kwa macho yaliyong'aa, mwanawe akiwa amevaa suti ya kifahari, uso wake ukiangaza kwa furaha. Moyo wake uliruka kwa upendo na fahari. Ndiyo, huyu mwanangu, alijiambia kwa sauti ya chini, machozi yakimlenga. Alianza kutembea taratibu kuelekea jukwaani, akipenya kati ya meza zilizojazwa wageni wa heshima. Wengine waligeuka kumtazama, wakijiuliza, huyu mwanamke wa mavazi ya kawaida ni nani, aliyethubutu kuvuruga hafla ya kifahari namna hii? Alipokaribia zaidi, juma alikuwa amesimama karibu na Angela wakishika mikono, huku wapiga picha wakipiga flash. Mwanangu, rehema aliita kwa sauti ya upole lakini yenye hisia, Juma, ni mimi mama yako. Ukumbi mzima ukatulia, macho yote yakamgeukia Juma. Angela alimtazama kwa mshangao, akiinua nyusi, kisha akamgeukia Juma akimuuliza kwa sauti ya chini lakini kali, huyu ni nani? Juma aliyekuwa amekunja uso alihisi kila jasho likimtoka. Hakuwa tayari kuona mama yake hapo mbele ya wageni wake wa kifahari. Kwa sauti ya mkato akasema, samahani, simjui huyu mwanamke, labda amekosea. Ukumbi mzima ulipigwa na butwaa. Maneno yale yakapita kama upepo mkali uliovunja moyo wa rehema vipande vipande. Alibaki ameduaa akimtazama mwanawe kwa macho ya maumivu makubwa. Juma mwanangu, mimi ni mama yako, alijaribu kusema tena, lakini juma akapiga hatua nyuma, akigeuka kumwangalia mlinzi. Naomba mtu amtoe huyu mwanamke nje, alisema kwa sauti iliyokuwa imesheheni aibu na hasira. Kicheko cha wageni wachache kilisikika, wengine wakitingisha vichwa kwa huruma. Mlinzi alimshika Rehema kwa upole akimwelekeza nje ya ukumbi, lakini yeye hakuleta pingamizi. Alitembea taratibu, machozi yakitiririka kimya kimya usoni mwake. Alipofika nje, aliangalia lango kwa mara ya mwisho, akisema kwa sauti ya kuvunjika, nilikuzaa kwa maumivu, sasa unaniona kama aibu yako. Kisha akatembea polepole kwenye giza la usiku, miguu yake ikitetemeka, moyo wake ukiwa umevunjika, na katika machozi yake dunia ilionekana kimya kuliko kawaida. Baada ya mama Rehma kutolewa nje ya ukumbi, kimya kizito kilitanda kwa muda. Muziki ulikuwa umesimama, wapiga picha wakashusha kamera zao, na wageni wote wakabaki wakiwa wametazamana kwa mshangao. Hata upepo wa mashabiki wa dari ulionekana kusita kwa sekunde chache, kana kwamba nao ulikuwa unashuhudia jambo lisilo la kawaida. Angela alisimama akitabasamu kwa aibu iliyochanganyika na kuridhika. Ndani ya moyo wake kulikuwa na furaha fiche alihisi sasa ametoka kwenye kivuli cha aibu ambacho kingeweza kuharibu taswira yake mbele ya marafiki zake wa hadhi kubwa. Kwa muda mrefu alikuwa akihofia siku ambayo angegundua kuwa Juma anatoka familia maskini, lakini sasa, kwa hatua aliyoichukua, alikuwa amemhakikishia kuwa yuko tayari kwa ulimwengu wake. Alimshika mkono Juma na kumnong'oneza kwa sauti ya upole, umefanya uamuzi sahihi mpenzi, harusi lazima iendelee. Lakini ndani ya macho ya wageni hakukuwa na pongezi kulikuwa na maswali na hukumu zisizo na maneno mzee mmoja aliyekuwa ameketi meza ya mbele akatikisa kichwa polepole pole, na kusema kwa sauti ya chini, huyu kijana amesahau chanzo chake. Mtu anayemkana mama yake hata siku moja hatakuwa na amani. Wengine walinongonezana wakimlaumu Juma, hiyo sio tabia ya mtu mwenye moyo wa upendo. Lakini Juma akiwa amekasirika na aibu, alijaribu kutabasamu bandia na kurudia kwenye kiti chake. Muziki ukarudi tena, lakini haukuwa na ladha. Wageni walicheka kwa kujifanya, wengine wakijaribu kuficha huzuni walizoziona. Angela, akizani mambo yametulia, aliendelea kupiga picha huku akijidai mwenye furaha, lakini ndani ya mioyo ya watu maneno ya mama yalisikika yakirudia kama sauti ya upepo, nilikuzaa kwa maumivu. Baada ya muda, baadhi ya wageni walianza kuondoka kimya kimya. Hakukuwa na makofi makubwa tena, wala kelele za furaha. Juma alibaki na hisia ya huzuni isiyoelezeka. Ingawa hakusema chochote, macho yake yalikuwa yamepoteza mwanga. Katikati ya harusi yake mwenyewe, alihisi upweke wa ajabu, kama mtu aliyesimama katikati ya umati mkubwa, lakini moyo wake uko kwenye giza. Na kwa mara ya kwanza, sauti ya ndani ilimnong'oneza kwa upole, umejipatia heshima mbele ya watu, lakini umeipoteza mbele ya mama. Safari ya kurudi kijijini ilikuwa ndefu kuliko kawaida. Basi lilikuwa limejaa, lakini kwa mama Rehema dunia yote ilikuwa kimya. Aliketi dirishani akitazama mandhari yakipita kwa kasi, lakini macho yake hayakuona chochote, yalikuwa yamejaa machozi yaliyokauka kabla hayajamwagika. Kila kumbukumbu ya tukio la harusi ilikuwa ikirudi akilini mwake kama sinema yenye maumivu. Simjui huyu mwanamke, maneno ya mwanawe yalikuwa yanarudia tena na tena kichwani mwake. Kila alipojaribu kusahau sauti hiyo ilirudi kwa nguvu ikimkata moyo. Alipofika kijijini jioni, watoto waliokuwa wakicheza barabarani walikimbia kumpokea wakimwita mama Juma kwa furaha, lakini hakutabasamu kama zamani. Alitembea taratibu akiwa amebeba mfuko wake mdogo uliokuwa na kitenge na viatu alivyovaa kwenye harusi. Alipofika nyumbani, aliketi kwenye kiti cha mbao nje ya nyumba yake ya udongo, akitazama anga lililojaa nyota. Macho yake yalikuwa mazito, lakini moyo wake ulikuwa mzito zaidi. Usiku huo hakulala, alikaa akitazama picha ya zamani ya Juma akiwa mtoto amevaa kaptula iliyochanika na tabasamu safi lisilo na majivuno. Aligusa picha hiyo kwa vidole vyake, akasema kwa sauti ya chini, mwanangu, nilikuzaa kwa maumivu, nilikupenda zaidi ya maisha yangu. Kwa nini leo unaniona kama mzigo? Siku zikapita na hali yake ikaanza kubadilika. Alikuwa kimya zaidi, mara nyingi alikaa kivulini akitazama mbali, kana kwamba anasikiliza sauti isiyoonekana. Majirani waligundua amepungua uzito na alipozungumza sauti yake ilikuwa dhaifu. Ni uchovu wa moyo tu, alikuwa akisema, lakini ukweli ni kwamba moyo wake ulikuwa umejeruhiwa vibaya zaidi kuliko mwili. Siku moja akiwa sokoni alizimia ghafla. Watu walimkimbiza nyumbani, wakamweka kitandani. Mzee wa kijiji alifika kumtuliza, "Rehema, usilie, labda siku moja Juma atarudi." Lakini machozi yake yalijibu badala ya maneno. Kila usiku kabla hajafumba macho, alikuwa akisali kimya kimya, "Ee Mungu, umsaidie mwanangu ajue thamani ya upendo wa mama kabla sijafunga macho yangu milele." Na kila siku sauti yake ilizidi kudhoofika, huku dunia ikibaki kimya, ikishuhudia moyo wa mama ukivunjika taratibu bila kelele. Miezi michache baada ya harusi ile ya kifahari, maisha ya kijana yalianza kubadilika polepole pole bila yeye mwenyewe kutambua. Mwanamke tajiri aliyemwoa alianza kubadilika, akionyesha sura halisi ya tamaa na kiburi. Alikuwa akitumia mali za kijana huyo kwa anasa, akipiga picha za starehe na marafiki, huku akimdharau mumewe taratibu. Kila mara kulizuka migogoro midogo isiyoisha, hasa pale kijana alipokuwa akitaka kumkemea au kumkumbusha maadili. Mwanamke huyo hakuwa tayari kusikia lolote. Kwake maisha yalikuwa ni mali, umaarufu na starehe. Siku moja kijana aliamka na kugundua kuwa akaunti yake ya benki imefungwa. Mwanamke huyo aliondoka bila neno, akiwa amehamisha sehemu kubwa ya mali zake kwa jina lake mwenyewe. Habari zilienea kwa kasi, magazeti na mitandao ya kijamii yaliripoti kwamba mwanamke tajiri amemtelekeza mumewe kwa kashfa ya kifamilia. Ilikuwa fedheha kubwa. Wale marafiki waliokuwa wakimsifia wakati wa harusi sasa walimgeuka, wakimkejeli nyuma ya pazia. Biashara zake ambazo awali zilikuwa zikimletea heshima zilianza kuporomoka. Washirika wake walipoteza imani naye, wakihisi hawezi tena kuaminika kutokana na mambo yake ya kifahari yasiyo na mpangilio. Kila kitu alichokuwa akijivunia kilianza kutoweka kama moshi. Hata nyumba yake kubwa mjini ilianza kufungwa kwa madeni. Siku zilivyopita, kijana alianza kutengwa na jamii, hakuna aliyemtaka karibu. Marafiki walitoweka, jamaa walikaa kimya, na hata watu waliowahi kuwadharau sasa walimpita bila kumtazama. Alijikuta akiwa peke yake katika dunia iliyokuwa ikimnyoshia kidole cha lawama. Mara nyingi alikaa akitazama picha ya harusi yake akijaribu kufikiri ni wapi alikosea. Ndipo maneno ya watu yalianza kumrudia kichwani, mtu asiona thamani ya mzazi wake hata furahia mafanikio yake. Machozi yakaanza kumtiririka taratibu, si kwa kwa hasira, bali kwa majuto makubwa ndani yake. Alianza kuhisi pengo kubwa ambalo pesa wala umaarufu haviwezi kulijaza. Alitambua kuwa kile alichokiona kama ushindi wa maisha kilikuwa mwanzo wa maangamizi yake mwenyewe. Baada ya kupitia maumivu, upweke na kuanguka kwa kila alichokuwa nacho, kijana alianza kuona wazi giza alilojitengenezea mwenyewe. Usiku mmoja, akiwa amelala kwenye kiti cha ofisi yake tupu, alijikuta akilia kimya kimya, akimkumbuka mama yake. Kila neno alilowahi kumwambia likamrudia kichwani, hasa ile siku aliyomfukuza mbele ya watu kwenye harusi yake. Maumivu ya moyoni yakawa makali kuliko njaa au upweke. Asubuhi iliyofuata, bila kufikiria mara mbili, aliamua kurudi kijijini. Safari ilikuwa ndefu na ya kimya, hakutaka mtu yeyote amuone. Alipofika kijijini, watu walimtazama kwa mshangao na baadhi yao wakageuza uso, wengine walimwangalia kwa huruma, wakijua sababu ya ujio wake. Alitembea taratibu hadi nyumbani kwao, nyumba ile ndogo aliyokuwa akiona kama aibu, sasa ikionekana kama mahali patakatifu. Alipoingia alikuta kiti cha mama yake kikiwa tupu. Mzee jirani alimkaribia polepole pole na kumwambia kwa sauti ya huzuni, mama yako alitoka duniani wiki mbili zilizopita, alikuwa mgonjwa sana, lakini hakuwahi kukuchukia. Kila siku alikuwa akisema, mwanangu atarudi, najua. Atatambua maneno hayo yakamchoma moyo kama kisu cha moto. Alijikuta akipiga magoti chini ya sakafu ya udongo, machozi yakimtiririka bila kukoma. Alilia kwa uchungu akisema kwa sauti iliyovunjika, mama, nilimkana aliyenipenda zaidi duniani, nilijifanya tajiri nikasahau chanzo cha baraka zangu. Alikimbilia makaburini, akakaa kando ya kaburi la mama yake kwa saa nyingi bila kuzungumza. Alizungumza naye kimoyomoyo, akimwomba msamaha kwa kila neno la dharau alilowahi kusema. Watu wa kijiji walimwangalia kwa masikitiko, wakijua kwamba majuto yake hayangeweza kumrudisha yule mama mwenye upendo usio na mipaka. Usiku ulipowadia kijana alikaa nje ya nyumba ile ndogo akitazama anga. Alitambua kwamba utajiri, umaarufu na heshima havina maana mbele ya upendo wa kweli wa mzazi. Ndipo akaapa kwamba maisha yake yaliyosalia atayaishi kwa unyenyekevu na toba, si kwa maneno bali kwa matendo. Baada ya tukio zito la kukanwa hadharani na kuanguka kwa Juma, kijiji kizima kilibaki kimya kwa siku chache kikijaribu kufahamu kilichotokea, lakini polepole pole, hadithi ya kijana aliyemkana mama yake na matokeo yake mabaya ilianza kuzunguka kila kona. Watu walihisi huzuni, lakini pia walijifunza somo lisilo na kifani: thamani ya familia na mzazi haipimiki kwa pesa wala hadhi ya kijamii. Wapendwa wa kijiji walikusanyika katika makutano kuu, wakikumbuka tukio la harusi na machozi ya mama marehema. Mzee mmoja wa kijiji alisema kwa sauti ya dhahiri, basi tusisahau kuwa kila mali duniani ni muda mfupi tu, lakini upendo wa mzazi ni urithi usio na mwisho. Watoto waliokuwa wakiangalia walitambua kuwa heshima kwa wazazi ni muhimu zaidi kuliko tamaa za kifahari. Wale waliokuwa wakipanga mafanikio yao kwa ubinafsi walitambua kuwa hatuwezi kamwe kuepuka matokeo ya kuwapuuza wale waliotupa maisha. Juma aliyechoka sasa alikuwa akijifunza kwa maumivu. Alipokaa kijijini, akijaribu kurekebisha maisha yake, aliwasaidia watoto wa mitaa ya kijijini, akiwasaidia kupata elimu, na mara kwa mara alikumbuka maneno ya mama yake. Hakujaribu tena kudanganya wengine au kujificha nyuma ya hadhi ya kifahari. Jamii nzima ilipokea funzo hilo kwa furaha na hofu mchanganyiko. Furaha kwa kuwa somo limefikiwa, hofu kwa kuwa waliona jinsi tamaa na majivuno vinaweza kuvunja familia na moyo wa binadamu. Waliamua kushirikiana zaidi kuenzi wazazi na kuthamini kile kilicho cha kweli kuliko mali. Katika mazungumzo ya kijamii, kila mtu alianza kutumia methali na methali za kijijini. Usiwahi kuiona aibu damu yako au mzazi wako, maana pesa hupotea, lakini upendo wa mama haukati tamaa. Maneno haya yalikuwa kama mwanga wa mwendo mpya. Kila kizazi kilikuwa kikijua kuwa heshima, upendo na unyenyekevu vinapaswa kuwa msingi wa maisha. Na hivyo hadithi ya Juma na mama yake Rehma haikuishia kwa maumivu pekee, ilikuwa somo lisilosahau uwepo wa mzazi ni hazina isiyopimika, na hata utajiri mkubwa hauwezi kulinganisha na upendo wa kweli wa familia. Kijiji kizima kilijua sasa kuwa furaha ya kweli haipatikani kwa mali au hadhi, bali kwa moyo wa heshima, upendo na mshikamano wa familia. Kwa maneno haya, hadithi ilimalizika, lakini funzo lake lilibaki milele moyoni mwa kila mmoja. Thamani ya mzazi haiwezi kununuliwa na upendo wa kweli ni urithi wa kudumu zaidi ya kila mali duniani.